Karibuni tena katika chaneli yetu ya Mote mia mbili themanini na mbili. Leo tunakuja kufundisha lita fulani <todio> <todio> <todio> <todio> <todio> <todio> <todio> Okay. Hii ni taa ya udembo ambayo ni ndani kama jinsi unavyoiona, ina mambo madoidodoido mbalimbali, lakini sasa taa hizi bwana, huwa zinafungwa ah, kwa makini sana, kwa sababu ina vidudu vitakataka vingi sana. Kwa kila kitakataka kimoja kinatakiwa kifungwe kwa uweledi na kwa kufuata vile inavyohitajika, kwa sababu kuna vya juu na kuna vya chini. Kwa cha kwanza kabisa, ukikutana na taa hii, unachotakiwa kufanya ni kuchukua kamba yake kuchukua hichi ki, ni kitako cha juu ambacho kinakaa juu, lakini kabla hujafika kwenye kitako unatakiwa uingize kebo ambayo itaingia ndani ambayo itaenda kwenda kubeba pamoja holder na itakuwa na pini zake mbili za, za kulo. Pini ya kwanza inakaa juu, sawa. Pini ya pili inakaa chini, sawa. Pini ya juu kazi yake, ikikaa juu, maana yake inakuja kubalance kwamba hata mm, hata ikicheza isiweze kujivuta na hata kama holder chini itajivuta isiweze kujivuta kama hicho ambacho umeona nimefunga hapo, sawa. Kwa hiyo baada ya hapo unabidi uingize ndani kwa chini hata uvute kwa juu kwa ajili ya kwenda kuenda kukuji, kukuji, kujiloki sawa. Lakini hicho kitako kinatakiwa kikae nje sio ndani, sawa. So, ila waya ndio utapita ndani, tuko pamoja. Kwa hiyo katika ufundi wetu sisi tunaofanya tunakutana na vitu vingi vingi sana. Lazima ujue zile loki za kufanya, sio kama eti ni ngumu, hapana. Hii kila taa ina menyu yake, lakini japokuwa unaweza ukawa na menyu na ukashindwa kufunga, lakini kila taa ina menu yake, ina kila kitu cha kufanya. Kwa hiyo <coughs> unapokutana na menyu kama hii, umeona inaelekeza kwamba hichi kinatoka hapa kinaingia hapa, hichi kinaingia hapa kinafanya kazi hapa yani, kila kitu information inakopo ipo katika taa. Kwa hiyo unapokutana na taa ambayo hujawahi kuifunga usipaniki, nenda taratibu, taa itakaa vile unavyotaka wewe. Unaelewa eh? mm -hmm, kwa hiyo ndo kama hivyo, tunaendelea kufunga hii taa, tunatakiwa hii taa ininyie juu, iwekwe balbu ya chini ambayo inashika holder pamoja na ili jumba, na kuna roki ya pili itashika juu kule juu itashika kwenye jumba, yani kwenye ile kwenye ile kama bazba. Nikisema bazba naweza nikawachanganya, nikitako cha juu <laughs> kitako cha juu. Okay. so, kwa hiyo ndio inavyokuwa. Kwa hiyo tasa urembo bwana. Uh, huwa mara nyingi zinachanganya sana kwa sababu inakuwa na vitakataka vingi, vidude bushi, vingi, vingi sana. uh, um, kipindi kinachofuata nitakuja kuwaelekeza uh. kuna taa moja hivi ya kisasa uh, kwa hapa Tanzania ziko chache sana. Ni taa uh, ambazo zinatoka mbele kidogo tofauti, kama mfano wa Uingereza ni dim switch, lakini dim switch tofauti na za kwetu sisi. Tushazoea kuweka dim switch ambazo ni za kawaida, lakini hizi dim switch ambazo nimekutana nazo huko ni lazima uzipe neutral. Hazina wifi wala hazina kama zile switchi, switch za sensor ambazo unawagusa kwa utachi zile nazo zinatabia kutumia nyuto, lakini mimi nazungumzia sasa pa dim switch. Sawa, dim switch ambayo inaweza kuoperate downlight downlight, nikisema downlight, nazan mafundi tunaelewana. Okay, sasa hizo switch nitakuja kuzielezea tena kipindi chengine. Uh, lakini kabla sijafika mbali, hacha niwaoneshe picha kidogo ya hiyo hizo donla hizo downlight hizo downlight zenyewe ambazo kama unavyoziona hapo lazima zitumie neutral, lakini sio kipindi hichi. Kwa hiyo nimeonesha kitu ambacho kipindi kijacho kitafuata. Leo tulikuwa tunaoneshana jinsi ya kufunga taa za urembo ambazo zinatoka kwenye kampuni ya Tronic ndo, uh, kama hizi hapo, ndio tunavyoendelea kuzifunga lakini kipindi kijacho tutafundishana kuhusu uh, dim switch ambayo inatumia neutral, ambayo inaweza kuoperate donlight. Kwa sababu gani? Donlight ni haiwezagi kutumia dim switch sawa. So, zaidi tunajua don kitu kinachoweza kutumia dim switch ni barbu kubwa sawa. So, hizi za kawaida kama za kuku na zinginezo, lakini ni barbu lakini siku hizi kumbe kuna vitu vinaweza kutumia dim switch ambayo inatumia neutral, inaweza kucontrol down light sawa. Nadhani tuweza kufundishana kipindi chingine. Msisahau kusubscribe, unajua unapo subscribe ina maana kila kitu kipya ambacho nakiweka kwa ajili ya kufanya mafundi mafundi sisi tuweze kukomaa au kujua vitu mbalimbali, inakuwa ni rahisi sana kupata not, notification kwako. Kwa hiyo unapo subscribe unapata notification, unapopata notification kwamba kile nachokituma unakuwa wa kwanza kukipata, sawa. Inakuletea uh, aramu au tunaseme inakuletea signal kwamba Mote mia mbili themanini na tatu kuna kitu kimetumwa kipya, unaweza kuangalia. Kwa hiyo ni vizuri kusubscribe mapema ili we mtu wa kwanza kila pale tunapotuma kila kitu, kitu chetu, kwa sababu tunaamini kwamba sio mafundi wote wana nafasi ya kufika masaiti makubwa ama kujifunza vitu mbalimbali. Kwa hiyo hii ndio itakuwa nafasi yako ya wewe kujifunza na kujua vitu mbalimbali. Kwa hiyo karibu sana, usisahau kusubscribe na kulike. Karibu sana.